Asalamu alaykum. Aya hapo nimechukua unga wangu kilo mbili nikaeka na iliki nikaponda nikachanganya. Walioniomba recipe ya mahamri hii hapa. Nimechukua unga wangu wa taifa wa all purpose. Nikaeka iliki, nikaeka na sukari hiyo ni nusu kasrobo. Haijafika nusu kamili lakini ni nusu kasrobo. Nimeka hapo kwa wale walioniomba recipe haya. Nikachukua 1 tablespoon ya yeast. Amira, nikaweka 1 tablespoon na kidogo nikaongezea na kidogo, nikachanganya unga. Nimetumia ni wa taifa wa all purpose, sawa guys, aya eh? Nikachukua na mafuta. Mafuta nimekisia, mi sijui ku nini, lakini i think hapo ni 3 tablespoon guys, sawa. Nikachukua hii ni cream ya maziwa ya ng'ombe. Nimechemsha maziwa yangu ya ng'ombe nika nikachukua ile krimu ya juu ndio nakandia nao. Ah, mahamri, mahamri mashallah alikuwa mazuri ajabu. Haya, nikatia maji, maji, maji. Sasa naweka maji. Maji ya kawaida nakanda. Sasa nachanganya unga wangu wa taifa wa all purpose kutoka Mombasa Maize Millers. Haya, nahakikisha nakanda unga wangu unashikana vizuri. Uliposhikana nikakata madonge kama hivyo mnavyoona, au madonge haya nika anza kusukuma kukata shape. Nimeweka Amira yeast ile ya express, kwa hiyo ukishamaliza kukata kama hivyo tayari uenda choma. Haya kawi. sasa maona hapo nakata shape. Aya, nikishamaliza kukata shape ile naotaka kama hivyo mnavyoona mamri yangu naenda huku, nishapasha maji ya mafuta yangu moto nachoma. Sawa, nachoma mamri yangu, nachoma nachoma mamri yangu nimetumia mafuta ya Alisi vegetable oil. Kama hivyo mnavyoona mahamri yangu nachoma, yamepata rangi nzuri, mashallah mashallah, mashallah, yametara yametaradad. Wajua ukiwa katika katika shughuli, hatutumii karai, tutumia sufuria, wamimina mafuta yako, wachoma mahamri yako, tena wachoma, wachoma kwa kuni Mashallah, yametaradadi mwaona yameiva vizuri, rangi nzuri. Mashallah mashallah, nimetumia unga wa taifa kutoka Mombasa Maize Millers wa all purpose. Mafuta nimetumia ile ya Alisi Fry vegetable. Muona hamri langu vile limetaradadi, limetaradadi, waona stretch marks hizo jamani. Ne tulienjoy na chai ya saa kumi matangani, jamani eh, kama mnavyojua, matangani lazima tupike mahamri.